Basi itakuwa kuna mtu amewafanyia hasadi, aini na kadhalika, lakini wakati mwingine inaweza ikawa una sheitani, una jini ambaye ndiye anakuharibia riski yako na anakuharibia matumizi ya kipato chako. Ndugu yangu, majini ni viumbe ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviumba na amevipa uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa zaidi ya yale ambayo tuna uwezo nayo sisi wanadamu kuyafanya. Kuna majambo wanadamu hatuwezi kuyafanya, lakini majini Allah amewafadhilisha wakawa na uwezo wa kuyafanya. Lakini mwanadamu huyu Mwenyezi Mungu amemfadhilisha zaidi ya viumbe vyote, kama alivyosema katika Qur'ani ku waith kuna lilmalaikat inni ja'ilum fil ardhi khalifa mpaka mwisho wa aya. Mwenyezi Mungu ananadi, anasema kuambia malaika ya kwamba nataka niumbe au nataka nilete kiumbe ambacho ndio kitakachokuwa khalifa kio